Ni mwendelezo wa kampeni za mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan akianza ziara zake katika mkoa wa Pwani leo akifanya mkutano wake wa kwanza Kibaha. Nazungumza na wengi ambao wamefika kumlaki na kusikia yale atakayosema akinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi, na mmojawapo nazungumza na, na mwenyekiti wa Mwene, chama cha mama lishe Tanzania nzima, avijawa kuzungumza naye namna ambavyo mambo yameendelea kwenda lakini hususani kundi la mamalishe wao wameguswa namna gani na yapi ambayo wanatarajia habari ya vijao. Salama, habari za kazi Sapi? Kwa faida ya watazamaji wa kufahamu majina yako na nafasi yako. Ndio, kwa majina anaitwa Havijawa Omali Teba, ni mwenyekiti wa mamalishe Tanzania. Ndiyo, leo tuko Kibaha. Uh, mwitikio wa watu kama ambavyo wewe umeona ni yapi ambayo umejifunza? Ume umetembea mikoa mingi kuangalia mikutano ya chama cha Mapinduzi. Mwitikio ni mkubwa sana, na watu wanajaa sana kwenye mikutano na sio kujaa tu, watu wako tayari kutiki Oktoba 29. Nikiongelea upande wetu sisi mamalishe, tunapenda kuchukua nafasi ya kumshukuru Mheshimiwa Rais hii kazi na utu, tunaona matendo yake. Hapo awali mamalishe walikuwa wananyanyaswa, wanamwagiwa vyakula, wanahangaika, lakini sasa hivi nimetembea mikoa yote ya Tanzania, mamalishe wako salama, hawana wasiwasi, hawana mashaka, wanafanya biashara zao vizuri kabisa na kingine ambacho tunataka tumshukuru Mheshimiwa Rais tukiwa kama mamalishe, afya zetu sasa hivi sisi ziko salama kwa sababu tunatumia nishati safi. Hiyo ajenda ya nishati safi kwa sisi mama lishe, nikiwa kama kiongozi wa mama lishe Tanzania nzima, imetusaidia. Tumeenda Ruvuma, tumeenda Lindi, mama lishe wanatumia nishati safi. Ni jambo jema ambapo tunashukuru kwa kusema asante. Mama lishe afya zao sasa ziko salama, mama lishe hawana misukosuko kama ilivyokuwa hapo awali, kumwagiwa vyakula na mgambo, kuhangaishwa. Sasa hivi mama lishe wako salama, kila sekta wako salama sana. Tunaelekea kwenye uchaguzi Oktoba 29. Yako mengi yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii nyie, mamalishe na kundi kubwa la wanawake ambao unaliongoza nyie, kwenu mnaamini kwenye mambo gani? Sisi tunaamini kwenye kazi na utu, na oktoba tunatikia tuamini kingine. Sisi ni kina mama na tuna watoto eh, tunahitaji nchi yetu iwe salama, nchi yetu endelee kuwa na amani. Hivyo basi, sisi kama mamalishe na nikiwa kiongozi mamalishe wote Tanzania, Oktoba tunatiki, hatuamini mambo ya maandamano. Tarehe ishirini na tisa, kila mamalishe anayenisikiliza atujitokeze, awe na amani, ajitokeze, aende akatiki. Hakuna kingine sisi hatujasikia na tunaelewa kuhusu maandamano. Siku ya kupiga kula, tutatulia, tutapiga, tutatulia, tutatulia, kula vizuri na kuondoka nyumbani.